Rais Samia amteua mwanasheria mkuu mpya wa serikali aapishwa rasmi Ikulu ya Chamwino. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua rasmi Hamza Saidi Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, nafasi nyeti inayoshika misingi utawala wa sheria na ushauri wa kisheria kwa serikali kuu. Taarifa ya uteuzi huo imetolewa na Katibu Mkuu Kiongozi na kueleza kuwa uteuzi wa Johari ni sehemu ya hatua ya serikali kuendelea kuimarisha taasisi muhimu zinazolinda maslahi ya taifa huku zikihakikisha shughuli za kiserikali zinafanyika na kuzingatia katiba, sheria na kanuni. Mara baada ya uteuzi wake Hamza Saidi Johari ameapishwa rasmi Jumatano, Novemba tano elfu mbili na ishirini na tano katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Chamwino, Dodoma. Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali, wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wadau wa sheria kutoka taasisi mbalimbali. Mwanasheria mkuu wa serikali ni miongoni mwa mafiga makuu ya mfumo wa kisheria nchini, akiwa na jukumu la kuishauri serikali kisheria, kuongoza mashauri muhimu ya kitaifa pamoja na kusimamia haki, uwazi na utawala bora. Uteuzi wa Johari unatazamwa kama hatua ya kuongeza kasi ya ufanisi ndani ya ofisi hiyo muhimu. Na kwa upande wa visiwani Zanzibar, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, Mheshimiwa Dr Hussein Ali Mwinyi amemteua upya Dr Mwinyi Talib Haji kushika wadhifa wa mwanasheria mkuu wa Zanzibar kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Bizena Abdi. Uteuzi huo umeanza rasmi Novemba 2025. Hii ni mara nyingine Dr Mwinyi Talib kupewa dhamana hiyo muhimu, hatua inayoashiria imani kubwa ya serikali katika uwezo na uadilifu wake katika kuongoza masuala ya kisheria visiwani Zanzibar. Hafla ya kuapishwa kwa Dr Mwinyi Talib Haji imepangwa kufanyika Alhamisi ya tarehe 6 Novemba 2025 katika viunga vya Ikulu ya Zanzibar ambapo anatarajiwa kuapishwa rasmi na kuanza kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Mwanasheria mkuu wa Zanzibar ni kiungo muhimu katika ushauri wa kisheria kwa serikali, utungaji wa sheria na usimamizi wa haki ndani ya mifumo ya utawala wa sheria. Uteuzi huu unaelezwa kuwa ni sehemu ya mwendelezo wa Rais Dr. Mwinyi katika kuimarisha utendaji wa ndani ya taasisi nyeti za serikali.